Muwezi mkajenga jengo la ghorofa moja uchukue miezi kumi na minane, ni uzembe wa hali ya juu. Anzeni mfanye kazi usiku na mchana. Leo Tanzania inamkumbuka hayati Dkt. John Pombe Magufuli, kiongozi aliyeacha alama isiyofutika katika historia ya taifa. Alizaliwa tarehe 29 Oktoba 1959 katika kijiji cha Chato mkoani Geita, mtoto wa kawaida ambaye ndoto zake kubwa ziligeuka dira ya taifa zima. Kabla hajapanda ngazi za juu za uongozi, Dkt. Magufuli alihudumu katika wizara mbalimbali mbali, lakini jina lake liliangaza zaidi alipokuwa waziri wa ujenzi. Wengi wanakumbuka tukio moja lililompa sifa ya buldoza alipofika kwenye eneo la ujenzi wa barabara na kukuta mkandarasi amepuuza muda wa kazi. Sasa fanya wewe, usindanganye, niko kwenye site hapa n wewe huko kwenye site tumelete. Nataka kukwambia hii kazi leo barabara ipitike. Umenielewa? Umenielewa? maneno mengi ya, ya nini? maana yake nini? Mtakaje na mtu ambaye hajaanza hata kazi, hata kukata hajaanza, amekaa tu na magreda, nataka leo nikutoka, hata hata, anatikisa magari. Safari yake kutoka ualimu hadi ikulu ni hadithi ya mtu aliamini neno kazi kwa dhati. Alisimama kwa misingi ya uwajibikaji, uadilifu na uzalendo, akiamini kuwa maendeleo hayaji kwa maneno, bali kwa vitendo. Leo tunapomkumbuka tunakumbuka pia falsafa yake iliyotupa msukumo wa kufanya kazi kwa bidii. Hapa kazi tu, nataka hii kazi, mmenielewa? Lakini wala si wa mpaka mwezi wa saba. Mmesema mpaka mwezi wa saba? Hapana, umenielewa? Hamuwezi mkajenga jengo la ghorofa moja uchukue miezi kumi na minane. Ni uzembe wa hali ya juu. Anzeni mfanye kazi usiku na mchana, washeni generator. Hawa watu wanateseka kwa ajili yenu, mnazungumzia macontaminations and so on. Hawa wanataka jengo, wachinje mbuzi, wachinje ng'ombe, wapate pesa. Sasa haiwezekani serikali ikatoa bilioni 14 na alafu hakuna kazi inayofanya. Contractor ni watu wawili wako pale. Ha effective ya kazi haipo. Aliondoka kimwili, lakini roho yake ya ujenzi, ujasiri na uzalendo unaendelea kuishi katika mioyo ya Watanzania wengi. Huu ndio urithi wa kweli wa Dkt. John Pombe Magufuli: kazi, uadilifu na uzalendo wa dhati. Acha tuendelee kuishi kwa misingi hii, tukijenga taifa letu kwa bidii, nidhamu na moyo wa kweli.